Karibu sana kwenye YouTube channel ya Perfect Story TV. Kama ni mara ya kwanza usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Leo tunakuletea simulizi ya kusisimua ya msanii mwenye mvuto wa kipekee, Juksi msanii wa Bongo Flava anayetambulika kwa sauti tamu na nyimbo za mapenzi. Juksi jina lake halisi Juma Musa Mkambala alizaliwa tarehe 1 Septemba mwaka 1989 jijini Dar es Salaam, Tanzania. Alikulia katika mazingira ya kawaida akiwa kijana mpenda mziki na sanaa tangu akiwa na umri mdogo. Alipenda sana mziki wa R&B, hip hop na afrobeat. Alikuwa akisikiliza msanii Chris Brown na wengine wa kimataifa waliompa motisha ya kuimba kwa hisia. Mwaka 2008 Jux alichukua hatua ya kwanza kwenye muziki kwa kujiunga na studio na kuanza kurekodi nyimbo za R&B. Safari haikuwa rahisi, alikumbana na changamoto za kifedha, ukosefu wa mitandao, lakini hakuacha ndoto yake. Tangu wakati huo, ametoa nyimbo kadhaa zilizovuma, ikiwemo Sugua, aliyomshirikisha Diamond Platinum, Juu, aliyomshirikisha Vanessa MD na Regina akimshirikisha Otile Brown alipojiunga na lebo ya MA Record, Jux alianza kung'aa. Nyimbo kama ni Tasubiri, Utaniua na Wivu zilizomweka juu ya ramani ya muziki wa Bongo Flava. Mwaka 2019 ilikuwa ni mwaka mabadiliko makubwa. Jux aliachia The Love Album, albumu yake ya kwanza ndani yake kulikuwa na nyimbo zilizotikisa Afrika Mashariki kama Sugua fit Diamond Platinum, Wivu na In Case You Don't Know. Albumu hiyo ilimpa nafasi kubwa sana kwenye muziki wa Afrika Mashariki na kumfanya aitwe mara nyingi African Boy. Pia alitoa albumu yake ya pili iitwayo King of Heart mwaka 2022, iliyoshirikisha ushirikiano na Zuchu, Mario Mboso na wengine. Maisha ya mapenzi. Jux aliwahi kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi muda mrefu na Vanessa Vanessa MD, na mahusiano yao yalikuwa gumzo mitandaoni. Baada ya kuachana, alitoa nyimbo zenye hisia kubwa kama unaniweza na sina neno. Mapenzi hayo yalimuumiza sana, lakini akampa msukumo wa kuandika nyimbo zenye ujumbe mzito. Pia alihusishwa na mrembo kutoka Thailand, ila baadaye walitengana. Biashara na maendeleo. Jux hakubaki tu kuwa msanii, alianzisha laini ya mavazi ya African Boy ambayo imekuwa maarufu sana Afrika Mashariki. anajulikana kama umoja wa wasanii walioweza kugeuza jina lao kuwa chapa ya biashara. Tuzo na heshima. Tanzania Music Award TMA, mwaka 2015. Jux alishinda tuzo ya Best RnB Song kupitia wimbo wake siseme pia. Aliwahi kuteuliwa mara kadhaa katika kipengele cha best male artist na best collaboration. Africa Entertainment Award USA, amejumuishwa kwenye nominees list ya kipengele cha best east africa male artist. Nyimbo zake zimekuwa na streams nyingi, jambo liliyomeweka kwenye lada za kimataifa. Tuzo za mavazi style award Jux pia ametambuliwa kwa mwonekano bora kupitia blendi yake ya African Boy na kushinda au kuteuliwa kwenye best dressed artist kwenye hafla mbalimbali Tanzania na Kenya. Ingawa Jux hajashinda tuzo nyingi za kimataifa kama Afrima au MTV Base, bado jina lake linaendelea kukua barani Afrika na anatajwa sana katika majukwaa ya muziki ya kimataifa. Jux pia alitengeneza vichwa vya habari nchini Tanzania baada ya kuachia kolabo yake ya pili na mwimbaji mashuhuri wa Tanzania, Diamond Platinum, iitwayo Enjoy. Wimbo huo ambao ni mchanganyiko wa Bongo Flava na mapiano. Jux ni mfano halisi wa kijana aliyeanza ndoto akakumbana na vizingiti, lakini hakuwahi kukata tamaa. Safari yake imetufundisha kuwa mafanikio yanahitaji nidhamu, Kazi na uvumilivu. Usisahau kusubscribe kwenye channel ya Perfect Story TV kwa simulizi nyingi kali kama hii. Like, comment, share kwa marafiki zako. Bye bye.